Uh, mimi sina mengi, imeambiwa lile kusalimia. Kwanza niwaambie karibu Zanzibar eh, niwaambie karibu Zanzibar uh, kama nilivyoelezwa kwamba mgenzi maneno yote kamaliza. Sasa sisi tukianza kusema tutachafua tuta, kwa sababu maneno yote yamewekwa vizuri, lakini mimi nisisitize tu kwamba mawasiliano mawasiliano ni kitu muhimu sana kwa, kwa watu ambao wanaohitaji huduma zetu. Kwa hiyo tujitahidi sana katika maeneo yetu ya kutolea huduma tuimarishe mawasiliano. Tutakavyofanya hivyo, basi kila kitu kitakuwa rahisi na kutakuwa hakuna malalamiko kutakuwa hakuna haja ya kulalamikia mtu kwa sababu kila mtu atakuwa anabeba wajibu wake. Lakini lingine na, na muhimu sana ni kufuata miongozo, miongozo na taratibu na kanuni za taaluma yetu. Hivyo ni vitu muhimu sana kwa so, sababu kazi ya serikali hizi ni kazi za kufuata utaratibu. Kufuata utaratibu hata hiyo vipi huwezi kupotea. Kama alivyosema wada msajili hapa, unachagua kituo lakini baada ya siku unaenda kumtafuta mtu kama mimi, kituo hichi kiko hivi, kiko hivi, lakini utaratibu tayari umeshafanyaje? Umeshawekwa. Kwa hiyo tukifuata utaratibu kila kitu kitakuwa uh, kinaenda vizuri. Jamani, kama alivyosema awali kwamba nawakaribisha sana Zanzibar kwa sababu Zanzibar sasa hivi tuna upungufu sana wa wahitimu wa kada ya level ya degree. Kwa hiyo karibuni, na kama mnavyojua sasa hivi maendeleo Zanzibar yamekuwa sana, hospitali makubwa makubwa tunajenga. Kwa hiyo niwaambie tu, utakapomaliza basi, ili uje uone raha za visiwani, basi karibu na mimi nitakuwa tayari kukusajili ili upate hizo fursa. Karibuni sana.